Ukisikia dalili hizi ama ukiona ishara hizi, jua kabisa umeanza kufanikiwa maishani, aidha iwe kiuchumi, aidha iwe kijamii, ama iwe kiimani. Mafanikio ni mafanikio tu. Kuna aina mbili za mafanikio. Aina ya kwanza ni internal successful. Aina hii mara nyingi wewe unakuwa unaihisi na unaelewa wapi unatoka na wapi unakwenda, na unakuwa unajipima, na dalili zake mara nyingi unaziona wewe, yani unazihisi ndani, kama bwana, mimi na uwezo wa kuimba, unajihisi kwanza wewe ndani. Hiyo ni internal successful. Aina ya pili ni external successful, watu wanaona kitu ambacho wewe unacho na wanaamini kama unaweza na kupitia hao watu wanaoamini, na unaanza kujiamini na kujikuta mafanikio. Sasa internal na external zikikutana, ndo zina kombaini kitu kinaitwa mafanikio successful, aidha hiyo kwenye engo yoyote. Sasa kuna ishara ama dalili ambazo ukizisikia ama ukiziona, jua kabisa, my friend, hauko mbali na mstari wa mafanikio na dalili ya kwanza ni ukianza kuona watu wanakushauri sana. Yamkini umefungua biashara at the first time, kipindi unaanza ulianzaga tu mwenyewe, una gundi gundi, mara unakwama, unaanguka, unainuka mwenyewe, sometimes mambo hayaendi, lakini unaendelea kupambana. Ukiona watu wanaanza kukushauri tu from nowhere. Hapa fanya hivi, fanya hivi. Watu hawashauriki kitu ambacho hakina maendeleo. Wameshaona kwa jitihada zako kuna sehemu utafika mbali, kwa hiyo wanapotoa ushauri, wanajua kabisa na bila ushauri wao wewe utafanikiwa, kwa sababu umeshajenga misingi yako, ila wanatamani wawe sehemu ya historia ya mafanikio yako. Ndio maana wanajipendekeza kwa kukushauri, aidha kwa uzuri ama kwa ubaya ili siku moja ukifanikiwa, wainuke na kusema yule mnamwona kafika pale, ni ushauri wetu sisi, asingetusikiliza angeona. <laughs> Lakini dalili ya pili, kama umeshaanza kufanikiwa, ni watu kuanza kukusema, hasa kwenye msemo hasa Mfano, watu wakaanza kusema siku hizi fulani imekuwa mchoyo kweli. Hizo unaitwa Judis au unaitwa Juma, utasikia siku hizi Juma amekuwa mchoyo kweli. My friend let me tell you something, huwezi kuwa mchoyo kama kitu huna. Huwezi kuwa mchoyo kama kitu huna. Sasa utakuta mtu ni maskini, unakuwaje mchoyo? Akatoe ni maskini. Sifa ya kuwa mchoyo ni lazima uwe nacho, ila watu wakikuomba kwa muda huo ukiwaambia hapana, lazima kuite mchoro. Na siku zote ukianza kuona watu wanakuchukia from nowhere without any reason, watu wanakuchukia tu ambapo hawana sababu yoyote, wewe haujawahi hata kuwakosea, jua fika umeanza kufanikiwa. Unaambiwa, moja kati ya kitu ambacho kinawachoma sana watu ni kama mlikuwa mpo levu sawa, ya kitu chochote alafu ghafla ukaanza ku rise kwenda juu, alafu wao unawaacha pale pale, lazima wata rise fight against you. Ukiona watu wanakwambia ama wanakusema pembeni, tuone sisi tulishindwa tuone kama yeye ataweza au watu wanasema huu mwaka hauishi, lazima ile biashara afunge. Ukiona watu wanakuambia hivyo, keju washaona kama huo mwaka utaisha na wewe hautofunga. Sasa unajaribu kuinua roho za kupambana against hiyo. Ukiona watu wanasema <laughs> amebahatisha tu, ngoja tutaona wameshaona dalili kama wewe unafanya vitu kwenye ubora na utafika mbali. Sasa nisikutishe sana, nataka ni, ku, ni kutie moyo kama unafanya kitu chochote na umeshuhudia dalili hizi zikianza waeza, watu wanakushauri, watu wanakuita mchoyo, watu wanakuita bahili. Uwezi kuwa bahili kama una sasa mtu una unakuwaje mbahili? Sasa mtu ni maskini unakuwaje mbahili eh? Wanasema mabairi wengi ni matajiri kwa sababu wanacho. My friend, ukiona watu wanakuzungumza kwenye kauli ambazo ni mbaya, alafu hauja wakosea kitu chochote wala huja zikosea familia zao, jua kabisa wewe umeanza kufanikiwa. Na kumbuka mti wenye matunda ndiyo mti ambao unapigwa mawe. Watu hawawezi kukushambulia kama hauna kitu. Ukianza kurise watu wanakuona kama wewe ni tishio, mashambulizi makubwa yanaanza, fighting against you. Kwa hiyo ni kutie moyo, ukiona ishara hizi, ndugu yangu, ongeza juhudi mara mbili, jua kabisa hauko mbali na chimbo la mafanikio. Mimi the love Yaziel ni mwalimu wa masuala ya kiimani, kiuchumi na kijamii. Tunapatikana kupitia YouTube chaneli yetu ya Leviazia. Vile vile tunapatikana kupitia Instagram Leviazia. Tuko TikTok pamoja na Facebook Leviazia. Usisite kutufollow na kusubscribe, lakini kama utavutiwa na mafundisho yetu usisite kulike, kucomment na kushare. Kama una semina na unatamani tutoe huduma katika semina yako, unaweza kuwasiliana nasi kwa mawasiliano hapo chini, na kama una mkutano, kongamano, ibada, unatamani tuwe sehemu ya kuongea na audiensi wako ama hadhira yako, basi usisite kuwasiliana nasi. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. I love you. Ciao. Till next time tukutane hapa hapa sehemu pekee ambayo tunagena maarifa yatakayotusaidia maishani. Kumbuka mimi ni Leo Yaziel. I love you.